Nchini Uganda, akina baba mara chache huingia katika wodi za watoto wachanga. Mila, saa nyingi za kazi na matarajio ya kitamaduni huwazuia na kuwacha akina mama pekee wakibeba mzigo mzito wa kuwahudumia watoto wachanga. Lakini Jefferson Anguzu anaandika upya hadithi hiyo. Tangu mtoto wake alipozaliwa kabla ya wakati, hukaa zaidi ya saa kumi kwa siku katika hospitali ya Nsambya jijini Kampala. Ni kuhusu kutenga muda wa kushiriki katika kumtunza mtoto, si kazi tu, kwa sababu mtoto na mama pia wanahitaji msaada wetu wa kisaikolojia, msaada wa kihisia na uwepo wa kimwili, pia huwapa ujasiri wa kuendelea kupambana. Jefferson hata husaidia katika utaratibu wa kuhifadhi maziwa ya mama. Mimi ni mama niliyejifungua kupitia upasuaji na nilihitaji muda wa kupona, lakini ushirikiano wake umenipunguzia mzigo. Nina muda wa kutumia dawa zangu, muda wa kupona, na kwa kweli naendelea kupona haraka. Uganda hurekodi takriban watoto njiti laki mbili na elfu ishirini na sita wanaozaliwa kila mwaka, ikiwa ni asilimia 14 ya watoto wote wanaozaliwa na ndiyo chanzo kikuu cha vifo vya watoto wachanga. I encourage other... ninawahimiza akina baba wengine waanze kuwasaidia wake zao. Ikiwa mama ana msongo wa mawazo na hapati mapumziko ya kutosha, hatutapata maziwa ya kutosha kwa hawa watoto, na maziwa ya mama pia ni kama dawa kwa hawa watoto. Mashariki mwa Uganda, vipindi vya redio sasa vinawahimiza akina baba kushiriki katika malezi ya watoto wachanga. So msikilizaji mmoja John Paul Ojirot anaeneza ujumbe kupitia sanaa akiwachora akina baba kama walezi na si watazamaji tu.